Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda leo ametembelewa na mzazi wa Alex Komba, Andrew Komba, mtoto anayedaiwa kuwa na uvimbe kichwani na anayendelea kupata matibabu katika hospitali ya Muhimbili. Andrew Komba aliyekimbiwa na mke wake kwa sababu ya kuugua kwa mwanaye, amezungumza na Arasi Makonda ambaye amempatia fedha taslimu kiasi cha shilingi laki mbili huku akimtaka awe anafika ofisini hapo kila mwisho wa mwezi kuchukua fedha kiasi cha shilingi milioni moja kwa ajili ya matibabu ya mwanaye. Naitwa Andrea Kalistus Komba. Nimezaliwa Songea lakini mkazi wa Sumbawanga kwa mama. Hapa kimenisibu kutokana na maisha yangu yalionipata changamoto kulingana na mwanangu Alex. Ndo alonileta hapa na ndo alionitoa Sumbawanga mpaka hapa na nimehangaika Muhimbili mpaka nikaenda India. Nimerudi hapa Tanzania ikabidi huyu mtoto akaandikiwa matibabu kwamba yanaendelea, na vilevile inatarajiwa awe anafanyiwa exercise Muhimbili na vilevile daktari wake wa neuro awe anamwangalia. Kwa hiyo nikafanya mchakato wa kupata chumba Gongo la Mboto, nikapanga, nikamwita mama yake aje. Kweli Mungu akasaidia, akaja, nikamchukua mama yake. Lakini kifupi, mama yake alipokuja kwa muda mimi ambayo niliondoka mpaka nakutana naye, ulikuwa ni mwaka mmoja umeshapita, maana niondoka baada ya uchaguzi, ya uchaguzi nikaja huku. Basi baada ya yeye kuja, kumbe tayari alikopo ana ana, yani alishaanza mahusiano na mtu mwingine na vile vile mpaka tayari akawa na ujauzito. Kwa hiyo mimi kipindi naendelea kumchunguza naenda kazini nafanya kazi, nilikuwa nafanya kazi, kazi za saidizi na napiga kazi na wenzangu, na rudi pale, kushwa siku nikakuta tayari amemfungia huyo ndani na ametoroka. Mwanangu ana, uvi, ana uvimbe kichwani. Nilivyoenda India walimchukua baadhi ya uvimbe wakapeleka Amerika, wakaenda kupima, labda kahisi kuna kansa, lakini uvimbe tu kawaida. Kwa hiyo ni sitofahamu ya kujua kwamba ni nini kilisababisha, lakini alizaliwa salama bila shida yoyote, na akakua, tukacheza naye tukaongea naye vizuri mpaka miaka mitatu na nusu, mm -hmm, ndipo akaanza shuka tu kiafya. Nikahangaika na kama unavyoya simba wanga nimehangaika kwingi na wengi wananijua na kweli saizi kweli sina kitu kwa ajili ya Alex, nimekuja kwa mkuu wa mkoa moja, nilikuwa namuona kwa vyombo vya habari na vilevile kutokana tu ya shida yangu kweli nilikuwa nashauriwa, lakini naona huyu mtu kumwona ni kama malaika, labda sitamuona. Lakini kutokana na shida yangu moyo kasema, ngoja niende tu kupata. Kutoka kwa mkuu amenisaidia hela taslimu laki mbili, amenipa dereva kwa kunipeleka mpaka nyumbani kwangu, na ameniambia Jumatatu na kuendelea, nio nafika na nachukua milioni moja kwa ajili ya matibabu na kumlea mwanangu kila mwisho wa mwezi. Kuhusu msaada niliopata juu ya mkuu wa mkoa, nachosema mimi kama Komba, Mungu ndo anajua, na vilevile naomba kweli, hata wengine wanaoona waangalie mtu mwenye matatizo ya kweli, na kama unacho unahitaji msaada, Mungu yupo na atamlipa. Sina cha kuongea sana mimi ila Mungu anajua, naendelee kumtunza na kumlinda katika maisha yake.